Umempoteza leo mtu ambaye anajulikana uh, kama baba wa demokrasia ya Kenya. Ni, ni masuala baba wa demokrasia ni masuala gani ambayo unamkumbuka kwa e? Uh, kwanza Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Uh, Jemedari Raila Molo Odinga. Uh, namkumbuka kwa sababu mimi nilijulishwa naye na Fidel mwenda zake pia, ambaye alikuwa ni rafiki yangu alikuwa wa familia yangu ya karibu. Uh, alipokuwa akiishi Runda kitambo, alafu nikakutana pia naye mwaka wa elfu mbili na tano nikitoka uh, elfu mbili na nne nikitoka Rwanda tano, nikitoka Rwanda kwa maelekezo, tulikuwa naye Machakos, tukachangia chakula tukanywa pamoja. Baadaye tena tukawa na yeye Dar es Salaam e, nikiwa gym, tulikuwa tunafanya mazoezi naye siku moja na akaniinvite breakfast, tukakaa naye tukala chakula cha e, e, staftahi pamoja na mkumbuka baba kama mtetezi wa haki za Wakenya, amekuwa mstari wa mbele kuona kwamba Wakenya hawanyanyaswi, na pia ametupatia uh, naweza sema hii uh, uh, freedom ambayo tuko nayo ya kuzungumza kama wanahabari bila kuogopa. Ameleta msisimuko katika nyavu za siasa. Alikuwa pia ni mcheshi eh, akiwa katika kampeni zake alikuwa ananifurahisha sana, saa ingine yuwachekesha watu He, akitangaza mpira na hii, kama katika mikutano yake ya kisiasa. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameacha kumbukumbu kumbu, kubwa sana katika historia ya Kenya, na kumpoteza ni pigo kubwa kwa Kenya, kwa Afrika na pia kwa dunia nzima. Kwa hivyo inaweza nikasema tu baba apumzike, Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na pia pole sana kwa familia. Tutaumia, tumeumia na tutazidi kuumia, lakini kumbukumbu zake zitabaki mioyoni mwetu. Lala salama baba.